hadha ar-rajul, tajirun, huyu mtu ne ni fanya biashara. wa dhalika ar-rajul, na yule mtu tabibu. Kwa hiyo tazama, maneno yenye alif na lam, hadha ar-rajul, jina ar-rajul bila vile, wa dhalika ar-rajul, ile mtu huwa ar-rajul. Hicho ndio tunaita badal, jina lenye alif na lam ambalo linakuja baada ya ismu ishara, jina la kuashiria. Kwa jina la kuashiria hapa ni hadha au ni dhalika. Kwa hadha kaja ar-rajul, alif na na lam ya ar-rajul naita na badal

Kwa hiyo hapo unatazama albaitu kote kote, hadha albaitu, dhalika albaitu. Albaitu ni badal, jina lenye alif na lam ambalo linakuja baada ya ismu ishara. Kisha anasema baitu tajiri amama almasjidi, nyumba ya fanya biashara iko mbele ya msikiti. Amama almasjidi, mbele ya msikiti. Wa baitu tabibi, na nyumba ya daktari. Khalfa almadrasati, iko nyuma ya shule. Khalfa almadrasati, tulisema haya maneno ambayo yanaonyesha sehemu, amama, khalfa yakija yanakuwa ni mudhafu na jina la mbele linakuwa ni mudhafu ilayhi. Sema hatha baitu tajiri, nyumba haya. Amama yakija ya yanakuwa ni aa

Ili gari ni ya daktari. Watilka na lile litajiri, anafanya biashara. Watilka litajiri, hapa ni anafanya biashara. hadhihi sayaratu assayaratu litabibi watilka, na lile kule, na lile ni la mfanyabiashara Hadhihi sayaratu, hili gari. Min alyabani, nikutokea Japan. Hadhihi sayaratu, hili gari. Min alyabani, nikutokea Japan. Watilka, nalile. Min amrika, nikutokea Marekani. Watilka min amrika, nalile, nikutokea Marekani. Hadhihi sayaratu, hili gari. Min alyabani, nikutokea Japan. Watilka, nalile. Min amrika, nikutokea Marekani.

mhandisi wadhalika mudarrisu, na yule ni mwalimu. Masmu tajiri ni lipi? Jina la mfanyabiashara kulingana na habari hapo, ismu tajiri ni Mahmud. Ismu tajiri Mahmudun, jina la mfanyabiashara ni Mahmud. Matatu, masmu tabibi ni lipi? Jina la daktari kwa mujibu wa hiyo habari hapo, jina la daktari ni Said. Ismu tabibi Saidun, jina la daktari ni Said.

baada ya kufanya biashara ni kutokea Marekani. Namba sita. aina baitut tajiri iko wapi? nyumba ya mfanyabiashara. aina baitut tajiri iko wapi? nyumba ya mfanyabiashara. Kwa mujibu wa habari, baitut tajiri amama almasjid, nyumba ya mfanyabiashara iko mbele ya msikiti. amama almasjid, mbele ya msikiti. Inasema namba saba. aina baitut tabibi iko wapi? nyumba ya daktari

Wadhalika alkitabu na kile kitabu qadimun, ni cha zamani, kongwe. Hadha alkitabu jadidun, kitabu ni kipya, hiki kitabu ni kipya. Wadhalika alkitabu qadimun, na kile kitabu ni kikongwe cha zamani. Hadhihi as-sayyaratu, hili gari li aliyyin, ni la Ali. Li inaonyesha umiliki, li aliyyin, hili gari ni la Ali. la, la la, la la la la la la wa tilka na lile

hiya liabbas, hiyo saa ni Abbas. Hiya hiyo saa cha kike hicho, hiya hiyo saa hiyo liabbas ni cha kiume. Mfano, liman hadha alkitabu, ni cha nani kitabu, kitabu cha kiume utasema huwa huwa, liabbas, hicho kitabu ni cha Abbas. Namba saba ahadha albaytu litabibi, je hii nyumba ni ya daktari? Ahadha albaytu, je hii nyumba litabibi, ni ya daktari la, apana, huwa hiyo nyumba lil mudarrisi, ni mwalimu. La, apana, huwa lil mudarrisi hiyo nyumba ni mwalimu. ahadhihi darajatu libni al muadhini, je hii baiskeli ni ya mtoto muadhin? Ahadhihi darajatu, je, hii baiskeli libni lmuadhini ni ya mtoto muadhin? Akasema naam

Watilka min amrika, na lile ni kutokea Marekani. Hadhihi sayaratu min alyaban, hiligadi ni kutokea Japan. Watilka min amrika, na lile ni kutokea Marekani. Na kumi na mbili. Hadha hadha sikinu min almania. Asikinu ni kisu. Hadha sikinu, hiki kisu. Min almania, ni kutokea almania. Ni Ujerumani. Min almania, ni kutokea Ujerumani. Watilka almil'aqatu, na kile kijiko min inkaltarwa nikutokea inkaltarwa ni Uingereza, nikutokea Uingereza. Hadha sikino kikisu, min almania nikutokea Ujerumani. Wa tilka almilaqatu na kile kijiko, min inkaltara nikutokea in Uingereza.